Halafu tena unajua trauza yangu haina mshipi sasa, nikisimama bwana naweza e, na na ibisha bwana mjadala. Jo, saaplizi bwana, mister sipika bwana, usinilete usi downi bwana, usiniite huko bwana, takununulia ko kitu kule bwana e, hata naweza kayo tasda ab nikutafutie ko kitu kule maandazi bwana. Unanga chai kikuchoma sahii, jua ukichomeka sana unaweza pata hata tiroid cancer bwana. Nafaa kuweka na kitu kwa kusukuma hiyo nini bwana, sasa ni maandazi kama mbili hivi jamani. Usiniite spika mchata kwamuchatara bwana, mimi na kuanga mutu akigugumizi nitaanza kugwa magwama watu wanicheke sawa.